Nikizungumza e, kwamba anakuwa, mm. mm -hmm. <laughs> anakuwa hana bahati, si unajua, anakuwa hana bahati kwa moja kwa moja enda kwenye tundu bovu, lakini ndege ambaye anakuwa ni mwelevu mm. kwenye matundu mabovu huko, yeye sio sio sehemu zake kabisa, lakini kama ni ambaye sio mjanja, basi moja kwa moja anakuwa anakamatwa kwenye tundu bovu. Sawa bwana, tupo naye hapa Flova uh, mwenyewe, ambaye uh, ni mhusika wa ngoma yake hii hapa. Bwana, mambo vipi? Kama kawa kaka Nasibu, mambo vipi pande hizo hapa? Ni, ni sawa kabisa, kabisa. Habari ya kwako wako fresh kabisa hivi. Anasemaje kiki, kaka? Anasemaje kaka jeu hapo kingoni? Kaka Jesse kama unavyomsikia amefurahi, uh, sana kukusikia, eh, hapa. Kabisa kabisa. Karibu sana kwenye kisiwa cha Burudani ndugu yangu kutoka mpande hizo hapo ni. Asante sana kutoka Tanga hapa tukutulia. Mm. Sasa yeah, yeah, yeah. Sasa tumeona umekuja na kazi yako kazi yako ya Tundu Bovu. Mm. Yes. Tunataka kujua Flova mwenyewe ni mtu wa namna gani mm. kwenye masuala ya mziki cha kwanza ni mwanamuziki ambaye inaimba kuukoseva, ni msanii wa vizaia mm. ni msanii ambaye nakuja vizuri, ambaye ni msanii ambaye na kiu, nataka niwapatie kitu kizuri mashabiki zangu, na leo tumeanza na tundu bovu na bado kuna kazi nakuja hivyo, wawe tayari mm. kuikogea kazi hii na kazi ndie namakuya kwa kwa haraka haraka ambao nakusikiliza kwa wakati huu hapa, najua ni mara ya kwanza kabisa nakusikiliza e, tunatamani zaidi ujitambulishe. Kwa mfano kama e, majina yako pia yale hali, halisi kabisa e, kama unaweza kutupatia okay, au au haiwezekani <tipi> <yu> <tipi> yes. Sasa kwa majina kabisa ya mzee na wazazi naitwa Floridi Paul, ni mwenyeji wa Njombe, mama lakini kwa hiyo kwa kwa kwa kwa e... hapo <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah. Sawa bwana Flova, kutoka hapo sasa, tuje sasa kwenye harakati zako za kimziki. Ulianza kujihusisha na maswala ya mziki mm, ni kutoka mwaka gani na ni kitu gani hasa ambacho kilikufanya upende mziki? kuna mm, eh, okay, kitu kilichokuvutia kufu muziki mimi nimeanza tangu nikiwa mdogo sana nikiwa darasa la tatu nikiwa njombe lakini seriously muziki kuingia studio kufanya kazi zangu nilianza mwaka elfu mbili kumi na mbili kwa hiyo nilianza elfu mbili kumi na mbili zimetoa na vile mpaka leo hioogooaanaiuia ingi kuta tunapenda unajua talent kama unayo haitaki mtu akupigie kupigia kengele kwamba bwana Yes. Mm. Yeah. Sawa na uh, tumeona kwa upande umeitupia kwa upande wa YouTube huko mjini kazi yako uh, labda utuambie baada ya kuiachia kazi yako hii, kwa sababu nimeona ni uliiachia ilikuwa ni mwaka jana, yeah. Sasa mapokezi kutoka kwa mashabiki zako, mm. Wao uh, najua wengine wamecomment wengine wamekupigia simu kwamba bwana ipo hivi na hivi, wao wameipokeaje? Yeah. Kazi hii mpaka sasa hivi. Namshukuru Mungu, mashabiki wanaipokea na walipokea na wanaendelea kuipokea vizuri. Mm. Wana wanaupokea vizuri wimbo huu na ni wasifi wasifi kufuatilia ni e, wimbo e, mm. e, e, e, fulani ambao kimsingi mm. umebeba ujumbe ambao ambao kila kijana pengine mm. ulikae kumgusa au unamgusa sasa au kutangusa baadaye. Kwa sababu mm. tuko umri ambao tunategemea vitu kama hivyo, lazima tukute. Mm. Kwa hiyo nawashukuru mashabiki kwa kwa kwa kwa kupokea vizuri, asilimia kubwa wanasema wimbo mzuri mm. mm. na pochi, pochi, pochi. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Sawa. So, kwenye tundu bovu uh, tuambie, mtu akisikia tundu bovu mm. uh, ni kama hivyo mtu anaweza akafikiria vibaya, mwingine akafikiria vizuri kwamba hivi vipi kwa, mm, kwa, kwa nini kaupatia mm. jina la tundu bovu, na tundu bovu ilikuwaje? <laughs> na nikawa na sikiliza baadhi ya mistari hapa uh, wakati mwingine unasema unaweza ukawa na mtu hivi unampigia simu anakuambia bwana yeah, mimi niko busy sijui nipo na wazazi au nipo na mtu wangu, huenda yeah, uh, bado hajaolewa lakini pia unatuambia taswira inaweza ikavuta upendo kutokana na namna ambavyo mm, umeweza ku, um, uh, kumkubali mtu yeah. Na nyingine tena umezungumza kwamba ndege kijanja kanasa kwenye. Kwa nini tundu, kwa nini tundu bovu eh? Kwa nini ile wimbo, unaona ni kama unaelezea mtu alikuwa na mtu wake mm lakini yule mpenzi si wake kumbe, huko s naye ana mpenzi mwingine mm. alikuwa mm. ana mpenzi mwingine. Kwa hiyo unaona anakufanyia mambo ya hogihog bila kujua, lakini akaondoka akaenda labda katika matembezi nini na nini mm. unajaribu kumtumia meseji na naia ajibu, ajibu, nini na nini, lakini mm. siku ukaja kurealize kumbe huyu mtu binti huyu au mwanaume huyu kumbe ana mtu mwingine bwana, unaona. Kumbe wewe ulikuwa unaamini kwamba vipi, au mwanaume anakupenda au kajiadilisha nini, huyu ndio kila kitu na ujanja wako wote, lakini kumbe leo umeangukia kwa mtu ambaye yaani hata kuelewa kumbe kuna mtu mwingine huko. Kwa hiyo umeangukia kwenye tundu bovu ambao kutegemea, unaona. Sasa leo, maana ya kwanza. Lakini maana ya pili, lakini maana ya pili ni ujumbe ambao unawafikia hasa vijana kwamba tujadhari, unaweza ukawa unajifanya unachokupenda, unaweza ukajifanya kuwa mjanja ukawa na mahusiano ekstra, na kumbe huyo mtu ni hatari. Unaweza kuwa mjanja lakini unaweza kwa hivyo dada, dadavuo kwa uzuri kabisa sasa. Uh, nitamani tamani sana nijue kwamba vipi, uh, na wewe na wewe ni mojawapo uh, ya yaani, mpaka ikakupelekea hivyo, na wewe ilikuwepo kwenye, na wewe ni tundu bovu kama ulivyosema au we, kwa upande wako iwikaji Kukaji, kwa mm, hiyo ni real story. Sawa, uh, sawa tuje kwenye comment, nilikuuliza mara ya kwanza kwamba kwenye vipi kuhusiana na comment kutoka kwa mashabiki zako. Moja kati ya kitu ambacho nikawa napitia kwenye comment yako hapa, ama kukienda kwenye ukurasa wako uh, huko, mm, huko YouTube yeah. Uh, jambo la kwanza nimeona watu wanazidi uh, wanaipokea kazi yako, lakini pia viewers wanaen, wanaendelea kuongezeka mwona kutoka jana ambao niona walikuwa kwenye mia mbili na kitu hivi, mona sasa, uh, yeah. Kuna comment fulani hivi umesema kwamba uh, hutasahau